Yes, mambo vipi. Mchezaji wa Simba Kibu Denis ajaitwa kuitimu wa taifa, nimependa sana nimependa sana kocha Medi Morocco hiki alichokifanya huyu dogo, alisusia ali kwenye chani, aliweka maslahi yake mbele na kuachana na maslahi ya timu ya taifa. Kwa maana aliweka kipaumbele sana kwenye klabu. Wakati wenzetu tunaona duniani huko wanapambana siku wakiitwa timu ya wa taifa wanalia kwa furaha naenda kuipambania timu yangu ya taifa. Lakini yeye alikataa timu ya taifa. Kwa maana nimependa sana Emedi Morocco na wenzake kwamba kwenye kuita kikosi huyu wamemwacha nimefurahishwa sana whatever. Na kiwango gani whatever, na mchango gani lakini, kama onyeshe heshima kwenye timu ya taifa hastahili kuitwa. Mimi nakwambia wachezaji wengi, mimi nitakutajia hapa. Ukileta dharau na timu ya wa taifa, wanakufyeka. Hata Ulaya tumeona wachezaji wengi sana. Higuain alikaa nje mara nyingi sana timu ya taifa Argentina. Eh, akia Karim Benzema waleta utovu wa nizamu akapigwa chini timu ya taifa ya Ufaransa. Kwa hiyo timu ya taifa inabidi u respect sana, kwa sababu unaipambania nchi, lakini udogo alionesha kwamba timu ya taifa si chochote si chochote. Nimependa sana maamuzi waliochukua akina Medi Moroko, kwamba na wao kumsahau, kwamba fanya maisha yako. Nimependa sana na hii itakuwa fundisho itakuwa fundisho kwa wengine, kwa watachokiona hiki kwa Kibu Denis, hata wengine hawatoeta dharau. Siku nyingine unaeta dharau kwa timu wa taifa, eh timu wa taifa. unaeta dharau, ni vitu vya ajabu, na ndo maana sometimes nawaelewa sana taifa naniye, taifa letu hawapendi kuchukua wachezaji kuwapa uraia kwa sababu wakishatimiza malengo yao kuchezea timu ya wa taifa wanakuwa hawaonyeshi samani tena. Kwa mimi nimefurahi sana, Emedi Moroko na wazake walichokifanya, nimefurahi sana chanae mpaka waombe lazima wa Tanzania.